Juma mwana wa Mwanza mwenye ngozi nyeusi kama giza la usiku. Maisha yake yalikuwa mwamba, kila siku ikimpa changamoto mpya. Alikuwa na kazi isiyoeleweka, alifanya kazi kwenye kiwanda cha kutengeneza vifaa vya plastiki, lakini hakuna aliyefahamu kwa undani kazi yake ilikuwa nini. Watu walimwita Mchawi wa Plastiki kwa sababu alifanya kitu kisichoeleweka na vifaa hivyo, na hakuna mtu aliyeweza kufahamu alivyovifanyia auni Juma alikuwa akiishi katika nyumba ndogo ya mabati jijini Dar es Salaam. Kila siku aliamka asubuhi na kukimbia kazini bila ya hakika kama atalipwa mwisho wa mwezi. Mwajiri wake alikuwa mpumbavu, mara nyingi alimnyima mshahara wake kwa sababu za kutoeleweka. Juma alikuwa akisimama mwenyewe bila msaada wa mtu yoyote. Siku moja alirudi nyumbani na tumbo likimdunda kwa njaa, alikuwa hana chochote chakula hata mkate wa shilingi mia. Alijaribu kulala bila chakula, lakini usingizi haukuwa rahisi. Njaa ilimuumiza kama kisu, na alilala kwa machozi yakitiririka. Juma alikuwa na ndoto kubwa, alitaka kuwa mfanyabiashara, lakini kila alipojaribu kuinua maisha yake dunia ilimvunja tena. Alijaribu kuuza maji ya pipi mitaani, lakini serikali ilimfukuza. Alijaribu kufanya kazi ya ujenzi, lakini mwajiri alimdanganya pesa. mwishowe aliamua kwenda kwa mganga mmoja aliyejulikana kwa kusaidia watu wenye shida. Mganga alimwambia, mikosi yako itaisha, lakini lazima uwe na subira. Juma alirudi nyumbani na moyo mpya. Siku chache baadaye, alipata nafasi ya kufanya kazi kama msaidizi wa dereva wa lori. Ingawa kazi ilikuwa ngumu, alipata pesa za kujikimu. Juma hakujifurahia kwa muda mrefu. Mwaka mmoja baadaye, lori aliyokuwa akisafirisha ilipata ajali na yeye alijeruhiwa vibaya. Alirudi nyumbani bila kazi tena, lakini kwa kushukuru Mungu, alipata msaada kutoka kwa jumuiya ya watu walioamua kumsaidia kwa michango.